Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi imeendelea na jitihada za kuimarisha uwazi na uwajibikaji kwa kutoa mafunzo maalum kwa hasasi za kiraia pamoja na kusambaza toleo maalum la wananchi linaloelezea ripoti za ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2023/24. Dhatera, au kuna sehemu nipo, mafunzo haya yamefanyika katika mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na mkoa wa Mara kwa lengo la kuwajengea uwezo asasi za kiraia kuhusu ukaguzi wa serikali za mitaa na ukaguzi wa ufanisi. Taratibu za ushirikishaji wa, wa wananchi katika kufanya kazi za na mdhibiti na mkaguzi muasas imeongea pale awali kwamba tuna mbinu mbalimbali tunazozitumia kupata taarifa. Taarifa yoyote inayotolewa na, na mwananchi ni taarifa ambayo ina thamani kwa mkaguzi, kwa sababu mwananchi inawezekana tu asiwe na uelewa wa kutosha, lakini akawa anakuambia kitu ambacho kinaweza kukusaidia wewe mkaguzi, lakini pia kuisaidia jamii yote ya Tanzania kwenye utekelezaji huo wa miradi, wananchi wanashirikishwa, kwa sababu zile kamati zinataka wananchi wawepo kwenye hizo kamati mbalimbali, na sheria inawataka hivyo. Kwa unakuta mwananchi wa kawaida yuko kwenye kamati ya ya kusimamia mradi au kamati au, kukukezi, ya upokezi ya vifaa vya kwa ajili ya mradi na kamati mbalimbali. Kwa hiyo wananchi wanashirikishwa kwa namna moja au nyingine. Hatua hii ya utekelezaji wa mpango mkakati wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi unaolenga kutoa elimu ya ukaguzi kwa wadau mbalimbali ili kuwawezesha kusoma, kuelewa na kutumia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kama chombo cha kuhimiza uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali za umma. Yeah, manufaa ambayo yatusaidia sisi kama asasi ni kupeleka hizi taarifa kwa wananchi ambao ndio wanufaika moja kwa moja. Nikumbuka kwa awali hizi taarifa za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali moja zilikuwa kwa lugha ya Kiingereza. Pengine niwape hongera kwa wao kuleta mfumo rahisi wa kijitabu kutoa hizi taarifa ili iweze kufikia umma, kama tulivyoelekezwa katika mafunzo kwamba mdhibiti kakasimio haya majukumu kuwawakilisha kuwa wananchi na wao wanapata kupata mrejesho na kuona ni nini basi ile kodi ambayo wanaitoa wana, wana inaleta manufaa kwao. Kwa hiyo ni hatua moja kubwa ambayo mimi imenifurahisha, na kama mdau ambaye anafanya kazi moja kwa moja uh, na wanajamii, ninayo nguvu sasa ya kusema kwamba serikali inawajibisha na zile ya, ile mapendekezo yanayotolewa na mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali sasa yanafanya kazi. Kwa hiyo tunaenda kuongeza uwajibikaji. Mafunzo haya yaliambatana na usambazaji wa kitabu cha toleo maalum la mwananchi kilichoandikwa kwa lugha nyepesi na rahisi kueleweka, kikilenga kuwasaidia wananchi na wadau kusoma na kufuatilia ripoti za ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2023/2024. Kitabu hiki kimesambazwa kwa asasi mbalimbali za kiraia kama sehemu ya juhudi za Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi katika kuimarisha ushirikishwaji wa wananchi ili kuongeza uelewa na kuimarisha uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Ofisi ya CAG inahusika moja kwa moja kuhakikisha ya kwamba wadau wanaweza wakaelewa kwa namna gani jinsi ambavyo fedha zinaweza zikatumika, lakini ripoti mbalimbali ambazo zinatolewa na ofisi ya CAG ziweze kuleta umuhimu mkubwa katika mashirika yasiyo ya kiserikali. Kwa hiyo katika mkoa wetu wa Arusha leo, ofisi ya CAG imekuja kukuza uelewa, na hili limekuwa ni jambo la msingi sana, ili kwamba NGO ziweze kutoa taarifa ambazo ni sahihi, na wananchi waweze kupokea taarifa ambazo ni sahihi zinazohusiana na mambo ya fedha katika sekta ambazo sio za kiserikali haswa uh, NGOs na C CSO. Kwa hiyo ni furaha yetu kuona ya kwamba uh, serikali imeendelea kuwafuatilia na kuhakikisha ya kwamba uh, masuala ya fedha katika jamii yetu yanaweza yakafahamika vizuri kupitia mashirika haya yasio kiserikali. Tunasema mashirika kiserikali ni mkono wa pili wa serikali katika kufikisha maendeleo kwa jamii. Kwa hiyo wanapokuwa wanapata elimu hizi zinaweza kufika moja kwa moja kule katika sehemu za chini kabisa ambapo wananchi wa kawaida wanatamani kusikia mambo kama haya. Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi inaendelea kuonesha dhamira yake ya dhati katika kuhakikisha taarifa za ukaguzi zinafika kwa wananchi kwa wakati na kwa lugha rahisi ili waweze kushiriki kikamilifu katika kusimamia rasilimali za nchi. Yanatupa taarifa eh, za namna ya upatikanaji wa, wa taarifa za CG, namna ukaguzi unafanyika, lakini eh, umuhimu pia wa, wa hizi taarifa za CG kwetu sisi CSO kama eh, sekta ya, ya NGO lakini pia na kwa wananchi, kwa sababu sisi kama sisi CSO sisi ni miongoni mwa wawakilishi wa wananchi, kwa maana ya kwamba tunafanya kazi na wananchi kwa ajili ya kuleta maendeleo katika jamii. Kwa hiyo kupitia taarifa hizi na taratibu hizi ambazo tunazipata kutoka katika mafunzo haya eh, yanatusaidia sisi kuweza kuwafikia wananchi na kuweza kuwahudumia na kukuza uwajibikaji wetu kwa wananchi katika swala zima la kimaendeleo.